Aise, mambo vipi, karibu tena kwenye, kwenye ngwe nyingine tena ya mambo vipi podcast. Leo tunaenda kuzungumzia um, vitu ambavyo mara nyingi huwa napataga nikizungumzia watu huwa wanani mind mind kidogo, lakini wengine wanapenda na wanakufurahia kwa nini na vizungumzia sasa haya mambo ya, ya imani na, na dini na vitu kama hivyo, lakini leo naenda kuzungumzia wachungaji. Mimi naitwa Oswald au unaweza kanita Tovuti, na hii ni mambo vipi Leo tunaenda kugusia mada ambayo wengi ndo kama hivyo nasema vitu hivi vitu hivi vitu ninavyozungumzia ni vingi ambavyo watu wengi wanavihofia kuvizungumzia, kwa sababu katika utamaduni wetu ni kwamba kuna vitu fulani vya viguswi, vya vizungumziwi, vya dhalali, yani ni vitu fulani kama inatakiwa tu viache viende kama vilivyo. Ni ukweli fulani ambao watu watu wanakuwa wanaujua, lakini hakuna anayetaka kusema, umeona. Na na katika hii hapa sasa, tunakuja kuzungumzia kitu ambacho kinaumiza kichwa sana, watu wengi wanajiuliza, ni hao wachungaji wa leo wa kiroho, umeona au wachungaji wale wa kiroho wako wako kwa faida ya nani? Yani, umeona, wako kwa faida ya nani? ni, ni, ni watu wa Mungu kwa maana kwamba wanakuja kutuokoa kama vile lengo ambavyo lipo kwamba wanakuja kutukomboa na kukutoa yani kutu, ili tuweze kwenda mbinguni, au ni watu ambao wa, wa, wa, wafanya biashara watu ambao wanataka wanataka kufanya biashara, au ni watu fulani wenye greed yani, ni watu gani? au watu wako kwa faida ya nani? Umeona, na kumbuka wako wachungaji aina mbalimbali tofauti tofauti, na mimi na uhakika asilimia kubwa au inawezekana wengi wao wako katika kweli katika ile imani na kuamini na kutaka kuwa, kuwa, kuwa, kuwakomboa wanadamu. Si ndio? Lakini wengi wengi wengi pia umeona ni wafanyabiashara, lakini ambao wanavaa suti za kanisani. Kwa nini nasema hivyo? Mimi huwa nafanya gautani naambia watu nasema kama kuna biashara ambayo inalipa ni biashara ya kanisa, kwa sababu biashara ya kanisa unaweza ukatengeneza in such a way ukawa, ukawazuia watu hata wasikuulize maswali. Yaani wewe wewe unawaambia unachotaka na na kwa sababu ni kitu inahusiana na imani basi watu wanakuwa hata maswali hawaulizi. Sasa, achana na ile maswali ya kwamba labda imani kwamba sijui hivi labda unaamini hiki au uamini. Hiyo hiyo ni imani ya kila mtu mmoja anachoamini hivi unaamini uamini kile. Lakini kuna kile kwamba je, huyu mtu ambaye ananiambia anayoniambia je ni kitu kitu ambacho um, ni kweli yuko hivyo, au kuna kitu kingine anakitafuta. Sasa tukirudi nyuma kidogo, umeona miaka tu yani yani sio miaka ya zamani, kwa sababu kama hivi sisi mimi hapa na miaka 40 maana yake tuseme tukirudi tu nyuma yani, sio sana, yani unakumbuka kulikuwa gana mchungaji, yani alikuwa ni mtu fulani, em mtu fulani wa heshima, mtu fulani ambaye alikuwa anaishi maisha ya kawaida, yani mchungaji alikuwa, hakuna tofauti ya mchungaji, maisha ya mchungaji na maisha yenu nyewe waumini na kuna wakati ilikuwa ni kwamba mchungaji anakuwa hata na maisha magumu zaidi kuliko nyewe waumini. Na ndio maana makanisa ya zamani ilikuwa gani, mnaweza mkaenda mkamchangia hata kuku sui mayai huyu mchungaji, ili ili aishi. Mimi nakumbuka tulikuwa tunaenda kanisani ambapo hapo hapo ndio alikuwa anakaa mchungaji, pia alikuwa na maisha fulani tu modest, yani ya kawaida, ambao yani una resonate unaona kabisa huyu ni mwenzetu, umeona. Na na na alikuwa ni kama mtu fulani ambaye ukiachana tu na ile kwamba mm, ni ni mchungaji kanisani mambo ya kiroho na nini na nini. Lakini alikuwa pia kwamba vile ana connection fulani, kama unakaa kijijini yani, kuna connection fulani, kuna ushauri, kuna vitu fulani. Na vitu hivi alikuwa anashauri au anafanya bila yani ya kudai hela ya ziada. Yani yeye ya alikuwa ni kwamba anaenda kanisani; kanisani akitoka hapo anahudumia na nini na nini. Na inawezekana ana shughuli zake ambazo zina Muwezesha ku maisha ya kila siku, labda anafuga au anafanya nini. Na wengine wachungaji alikuwa ni mwalimu, anafundisha, yani ana mshahara wake afu ndo ana Jumapili anaenda, ana, ana, ana, ana, ana, anafanya misa na vitu kama hivyo, anakuwa mchungaji. Umeona kwa alikuwa ni mtu ambaye tunaona kabisa, yani anachunga ile tunavyosema kuchunga kondoo wa Mungu. Unaona kabisa alikuwa ana, ana, ana ni agent wa kiroho, yani ni mtu ambaye ana anafanya ana, ana, ana, ana, ana, um, anafanya kitu kuwafariji watu, umeona. Leo sasa naise <laughs> yani wachungaji leo ni kwamba, yani ukiangalia wachungaji kwanza kwanza, makanisa yameama yamekuwa kuna kuna kuweka weka Uingereza Uingereza na nini na nini, kuna yani makanisa yamekuwa na vitu fulani vya kukopi kopi kutaka kuwa na Umarekani na unini ndani yake, lakini ukiachia hivyo e, um, wachungaji wamekuwa ni kwamba yani una yani ni rahisi kumwona mchungaji kwenye mabango la bia nani la la, la, la billboard kuliko yaani kumwona kanisani. Wachungaji wamekuwa wana focus sana katika kujitangaza, yani yeye binafsi kutangaza yeye na kujitangaza kanisa lake, sio kuitangaza imani. Naomba naomba unielewe un, un, hapa Yaani, unakuta mtu anaenda anajitangaza yeye kwamba njoo kanisani kwangu, umeona? Yani usiende kwenye, sio kwamba anatumia muda huku kuambia kwamba bana, em mm, usitende dhambi, usifanye nini. Ah, njoo kanisani kwangu, njoo mimi nina hii, njoo mimi kwangu, mimi changia mimi, umeona? Unaona kabisa kwamba yani Biblia sio kitu kiko mbele. Biblia imekuwa ni kama tool tu. Yaani wanashika hivi Biblia na kusoma kifungu lakini lengo lake ni katika, na, katika anavyosoma ni kama vile Biblia anatumia kama chambo kuweka kwenye ndoano, yani ili akunase wewe hivi, alafu ukifika kwake akukamue. Umeona e, wana maendesha magari ya kifahari. Umeona wana aya matangazo yao, si crusade si nini nini nini, matangazo yao wanatumia gharama kubwa, yani ku, yani ni, ni, ni biashara yani wanafanya exactly kama biashara ambavyo inatakiwa kufanyika. Umeona sasa unajiuliza kuna roho ya uchungaji hapo, na kama roho ya uchungaji ipo ni ya namna gani? Kwa sababu mbona kama focus iko kwenye material zaidi, focus iko zaidi kwenye kwenye kuwa flamboyant kuliko kuliko kwenye ile kutangaza neno lenye kama neno hapa sasa wa, unajua watu, watu, watu wengi ambao wako wamezamia kwenye dini hapa watanirukia afu wataanza kusema kwamba ah wewe bana, watanitaka kunielewa vibaya ili kujaribu tu kuna kuni criticize eh. Na sasa wachungaji hao ambao na nawazungumzia, na wengi wao watakuja watajitahidi kusema ah, kwa nini e, na question na vitu kama hivyo, na kuna ile kuna kipindi hadi mtu anakuambia wewe ni mpinga Kristo na vitu kama hivyo lakini mi nataka niseme kwamba navyozungumzia hivi sizungumzii wote. Najua kwa mna watu wengi sana ambao kabisa kinachowatuma na kinachowa drive ni kuwahudumia watu, ni kuwa wachungaji, ni kuongoza wana kondoo, umeona, ni kuwa watumishi wazuri, umeona, na wa kweli kabisa. Umeona wapo hivyo na nadhani mi nawaona wengi, wengine ni marafiki zangu wako. Lakini kubali ukatae ni kwamba ishu ya uchungaji kwa sasa hivi kwa imechafuka kwa sababu kuna wachache ambao yani imani wamegeuza biashara. Umeona, kuna makomedian ambao unaona kabisa anatoka eh, anatoka eti anakuwa comedian eti <laughs> afu anaenda kufungua kanisa yani, unaona huyu jamaa yani unamwangalia, yani una kabisa, huyu unaona yani, unaona ni mpigaji huyu an yani. Umeona hmm? sikusemi wewe Masanja mkandamizaji, nazungumzia na tu jeno <laughs> Eh, kwa unaona kaisa ni wapigaji, yaani kuna ile kanisa, unafika mtu mtu anajisifia kwamba eti mimi na hela, si nitanua train mimi nafanya nini, unaona kabisa yani, anaacha anaacha yani kwenye ile misingi ya dini, anahamia kwenye e, kwenye mambo ya kihela zaidi, mambo ya kujitunisha zaidi umeona? Eh. na, na, hii picha kiujumla ni kwamba sasa picha ya uchungaji au au ya nini imechafuka ime kwa sababu ya wachache au au na sio wachache, ni wengi ambao wanaitumia kama biashara. Asa hivi zamani zamani, mimi nakumbuka tulikuwa tukisoma kwenye Biblia ukisikia neno nabii. Yaani nabii ni kitu ulikuwa nakisoma ni distant. Yaani ulikuwa, mimi sijaitegemea nitakutana na nabii yani. Yaani unajua nabii ilikuwa ni kitu kikubwa yani yani, ni kitu nakisoma kwenye Biblia, baada ya sasa hivi unaweza kukutana na nabii kumi yani, siku haijaisha na wengine ukawasikia kwenye TV manabii kumi na tano wengine ukawasikia kwenye TV siku bado haijaisha umeona. Na, na, nabii wengine utawasikia kesho yake. Sasa, kila mtu nabii na huyo nabii sasa, ee, sasa akishatoa unabii wake yani anahakikisha kuna clip ipo, anaenda anaiachia YouTube wapi wapi wapi, anaachia kwenye social media ili watu sasa baadaye waone huo unabii wake anaosema, basi alafu waje pale awakamue awa manabii mi, mi kitu ambacho kilifanya ni gundua kwamba awa manabii wengi ni wauongo kwa sababu hautawaona kwenye, kwenye mahospitali wakienda. Sasa wewe si nabii, wewe ni mtu ambaye unaweza kufanya vitu. Nenda pale hospitali ya rufaa Mbeya pale, umeona bana, nenda piga kitu moja hivi, akisha, wodi nzima wanatoka wako wazima. So unaenda unatusubiri, unatuchagulia watu wawili watatu wa kutengeneza video clip afu uitume kwa, unakaa mtu, wakati unajiuliza hivi kanisa limekuaje? Imekuwa kama kampuni, kwa sababu makanisa mengi ni kama kampuni. Yani hata mfumo unavyotengenezwa, yaani wa kikampuni, yaani watu wana wana wana wanazingatia wana zaidi faida kuliko kuliko eh, huduma. Mi nilikuwa naongea siku moja na mtu mmoja, nilikuwa niko kwenye msiba Mbeya mtu mmoja ndugu yangu tu kabisa akawa anazungumzia kanisa la mtu mwingine nadhani siyo ilikuwa kipindi hicho ndo linaanzaanza la huyu mwamposa siyo siyo ilikuwa ni mwamposa siyo mmoja wapo kati ya makanisa alikuwa linaanzaanza lilikuwa sinza siyo ilikuwa wapi na alivyokuwa anaizungumzia yani alizungumzia kama biashara mimi hilo ndo liliniamsha kidogo kwa sababu jamaa alisema ah wewe acha kabisa yule jamaa amefungua kanisa sikiliza nikwambie ana misa sasa hivi wana, wanaingia kama watu 500 chukulia tu watu mia tano, kila mtu akitoa elfu moja elfu moja, hiyo ni laki tano. Kumbuka huyo ndo anaizungumzia hiyo ni laki tano. Sasa hiyo ni misa asubuhi na maana, akipiga na misa ya pili kwa ya tatu, maana ana milioni kila mwisho wa kila weekend eh, Jumapili ana milioni moja na nusu hapo. Achana na hiyo, kwa sababu Jumamosi ana misa mbili, hizo hawaji watu wengi sana, lakini let's say labda hiyo anaingiza labda laki nane. Jamaa alinichambulia yani kama business plan yani akanitajia na misa zile yani za katikati ya wiki na nini, akasema umeona huyu, jamani, anakunja yani milioni tano yani kila wiki, umeona? Sasa wewe utacheza na huyo mtu, umeona? Umeona yani hela ndio imewekwa kipaumbele. Aaa, kila kitu kina bei, umeona? Kwa hao wachungaji wa hivi, kila kitu kina bei. Anaweza akakuuzia leso, si ukijifuta, anakuambia ina upako. Anakuuzia mafuta, unataka nini, ina upako. Hela kuna pakeji za VIP na ni yani, ni biashara kabisa, yani ni kama ni biashara kama biashara nyingine. Wewe unakaa mbele, wewe unakaa nyuma mm? Unaona bana, mafuta sijui nini nini nini, biashara yani, umeona. Kwa sababu kama ukiangalia, sijui labda, kama mimi labda sielewi Biblia kama ambavyo wanaelewa watu wengine, haya mafuta ni mafuta gani? Haya mafuta ambayo wanasema ya upako haya, umeona. Na mimi na uhakika gani kwamba mafuta sio? Umeenda kunichukulia mafuta alizeti tu nanipaka kwayo ndio najua ni kitu ya imani kwao. Ina maana wewe kama mimi na imani ukiniweza na ukaniambia mafuta elfu tano elfu kumi tanunua. Watu wengi sana wazazi wao wana, wanasikitika wazazi wao kwa sababu wazazi wao, yani unakuta unamtumia mzazi hela, yaani hela zinaishia kwa hawa awaawwaduanzi awa, hawa, yani hawa jamaa wanapiga hela kinoma, alafu wazazi wetu wanafika wanabaki katika situation ambazo ni ngumu. Kama, kama kweli unajua jinsi tunavyosoma Biblia, tukubaliane pia tuwe tunaielewa Biblia inavyosema, kwa sababu Biblia haina ga sehemu inasema nitakuletea nabii ambaye atakuja na mafuta atakupaka, na nadhani kama kwenye Biblia inavyozungumzia na kwamba kuna namna fani tu, yani yani unaweza uka connect wewe na Mungu kwa namna tofauti nyingi sana, na kutoa sadaka kuko kutoa sadaka kwa namna nyingi sana sio eti mtu anakupangia kiasi fulani cha sadaka uende ukampe yeye. Alafu ye ukimwona anavaa suti za milioni anavaa viatu vya laki saba, anaendesha magari ya milioni mia mbili yani, unafika unajiuliza, kwamba ye kwanza, jiulize ye sadaka yake anatoa lini? Umeona bana, kwa sababu nyie mnamtolea mnampa maisha yayo yote, ye sadaka yake anatoa lini? Kwa sababu yani inabidi kama vipi naye, kwa nini avae vitu flamboyant? Kuna sehemu gani kwenye Biblia ambapo inazungumzia kwamba inabidi uwe na vitu vya bei yani kuliko hata jamii yako ilivyo, yani jamii yako wana umasikini aafu we una utajiri ambao hata ulinganishiki nao. Watu ndo hao wachungaji wa, wa, wa mieusho. Umeona, mimi na mimi na kukuchallenge, nenda kamwambia tu mchangaji wako kwamba bana, eh sikia bana, wewe wewe wewe, tutakupa mshahara kama wa mwalimu. Umeona, kwa sababu wewe ni, ni mwalimu, unatufundisha. Kwa hiyo mwalimu, mshahara wa mwalimu ndo ule mshahara unatakiwa we upate, na inatakiwa tena wewe we, inatakiwa uje, mwalimu anaenda shuleni kufundisha siku saba kwa masaa kibao, wewe wala usiwe na wasiwasi. Uta, utakuwa na misa zako nne. Kazi ndogo tutakupa ela kama ya mwalimu. Sasa ukitaka ujue kwamba huyu Mungu siyo mbele na, na, na uchungaji feki au na nini, ndo kitu cha kwanza uone kama atakubali. Unaona? E, kama nilivyosema kuna makanisa kabisa ambayo yana bajeti kila Jumapili inabidi kuwe na, na kiasi fulani hivi. Unaona? Ana bajeti, yani, kuingiza kiasi fulani. Na kabisa watu wanashiwa wow, kwa nini? Yani wanadi kamitiza kuleta watu na, na kitu kinachoangaliwa sio kuangalia kwa watu kwamba wamekuja wamepata neno, ah, watu wamefika na tumepata kiasi fulani mm. Uh, unakuta watu unakuta kanisa, yani bajeti yake kubwa kuliko hata bajeti ya, ya watu watoto kwenda shule. Umeona wachungaji wanaendesha magari ambayo unakuta yani, ni ke, yani ni yani ni, kufuru yani, umeona na wengine sasa wa, wachungaji au wao manabii ndio hadi wanafikia muda yani wanajitambishia hivi vitu kwenye kwenye social media na kulingisha kwamba wana hela, umeona. Sasa katika situation kama hiyo m mm, unasemaje hao watu, unawachukuliaje serious? Lakini lakini pia ni kitu cha cha sio cha ajabu au nituseme vipi, kwa sababu ndio hivyo, si bana, dini imekuwa iko embedded sana kwenye maisha yetu kiasi kwamba, yani, hata serikali zinashindwa kufanya em, serikali za nyingi za Afrika zinashindwa kufanya maamuzi kuzuia hivi vitu mimi, mimi nasupport sana ambavyo alifanya Kagame kwamba bana, wewe kama unataka kuwa nani mchungaji hivi na mimi nitakiwa iwe tu kabisa na limit kwamba wewe bana, kipato chako hakitakiwi kizidi hivi. Sawa, si tunasema mchungaji asilipe kodi. Haya, utalipwa mshahara wa mwalimu bila kukatwa kodi, umeona bana? hela zinazopatikana hapo kama ni za kanisa, ujenzi wa kanisa, kama kanisa limeisha mnapeleka kusaidia maskini, umeona. Tuone kama wachungaji watakuwa wanaongezeka kila siku kama wanavyoongezeka sasa hivi kwa hapo ndo nagundua kwamba mi naona hawa si wananili sio wachungaji, ni wafanyabiashara wa kiroho, na wako wengi sana. Yani kwao biashara ni hizo, biashara ni, ni Biblia. Biblia ni kama tool, ndo kama chambo, umeona no, lakini lakini lengo kubwa kwao ni ni hela, na hao watu wengi wanaoenda kwao ni kwa sababu wa, wako desperate, wanaumwa, wanafanya nini kwao, na wanaenda wanaamini kwamba hawa hawa jamaa watawasaidia kumbe wajamaa wenyewe wako pale kwa, kwa ajili ya kujisaidia wao yule jamaa wa Kongo ambaye aliondoka akaenda Kongo watu wakamlaumu. Mi nasema mnamlaumu wa nini? Yule sio ukumlaumu kwa sababu ni system ilivyo, yule tu ni kwamba tu amesema wazi kwamba ame, amekuwa muwazi kusema hali ilivyo, lakini ndo hivi ndo hawa wote wakina nani hawa mnawajua, sitawataja majina hawa, maprofeti profeti wenu waongoongo na hawa makomedian waliogeuka wachungaji, wote ni wezi wa namna ile ile. Umeona tofauti tu ni kwamba wao hawasemi. Umeona ona eh? Kwa ukitaka ukitaka kujua angalia biashara inavyofanya kazi, nenda mtandaoni, angalia kitu sijui branding sijui nini nini nini, utaona eh, prophet so and so, mm, global ministries mm, prophet sijui nini, apostle this, umeona bishop that. Yani unakutana na vitu yani yani, watu wana brand yani, wanahakisha kwamba brand yake inaonekana inaonekana vipi? umeona

nini ile chaji unaochaji wewe kwa kwamba ndo sadaka, si ndo chaji yako ili uweze kupandisha. Sasa inabidi upia product we brand in such a way kwamba wale watu waweze wa, wa, wa kutoa hela nyingi. Lakini sasa na hawa sasa, hawa wachungaji fake na hizi wajanja sana, kwa sababu sasa wakagundua, a, hawa watu wazima ya nini? Ah, tumewakamata wa kutosha, ila lazima uwe na plan ya future. Sasa plan ya future wamefanya hivi. Sasa hivi wana makanisa au wachungaji mabishoa, mabrother yani, ambao wanajifanya wanaendana na hawa majenzi, wanaendana na hawa vijana. In such a way kwamba sasa wanaenda wanawafata vijana chuoni. Kwao wanakuja na swag yani, wanakuja wamevaa suti fulani hivi, wana resonate na hawa vijana wa chuo. Alafu ndo wanaenda wanawachukulia hela zao zote. Unajua vijana wanaweza kutoa wametafuta hela, wametafuta hela wengine wame au wa, wamepewa hela za urithi wamefanya nini? Jamaa wanakuja bila huruma wanachukua hela zao zote. Inaudhi yani, unaweza ukazabua mtu, umeona. Lakini sasa inabidi ujiulize kwamba je, haya tu kiuhalisia. Je, mbona zamani ilikuwa vile? Ina maana Mungu amebadilika sasa hivi anapenda sana hela au au vipi? Na unagundua ukiangalia hivyo unakuta jibu ni hapana, ila tuliobadilika ni sisi, waliobadilika ni wachungaji, na wameweza kutupiga brainwashing flani hivi kiasi kwamba sasa tunawaamini wao zaidi kuliko hata tunavyomwamini huyo Mungu, tunavyomwamini hiyo Biblia, tunavyoiamini hiyo dini. Umeona mm, ile ile issue ya kuhubiri toba, kutubu, si nini, maadili na upendo, ile mishu za misa zile ambazo mnaenda mtu liko hata na ukiwa hata usipokuwa na nanili, usipokuwa na na na sadaka yote, unaweza ukakaa siti ya mbele, zile zimeshaisha zile. Sasa hivi ni mambo ya miracle man unataka kunini? Eh, atakupatia utafanikiwa si breakthrough hizi wenyewe wanaita si connections si nani na nini, na nini. Yaani imekuwa kama genge fulani hivi. Yaani wewe mtu anasema atakutoa ata, ata, ata hapo ulipo. Unaona wakati yeye mwenyewe ameshindwa kujitoa, yaani mnamtoa pale alipo alipokuwepo ni nyie na sadaka zenu. Lakini yeye anaahidi kukutoa wewe pale ulipo. Sasa anakuwa atakutoaje? Mhm. Imekuwa ni kanisa ambalo linahubiri mafanikio zaidi kuliko kitu kingine chochote. Umeona waumini na waumini wanapenda kweli, kwa sababu yani ndo ile na waumini hadi wanashindanishana kwamba mimi mchungaji wangu yuko hivi, wako yuko hivi yani <laughs> si lengo mnakwenda mbinguni. Sasa huyu mchungaji wako akiwa hivi au akiwa vile, yani wewe ukiwa na mchungaji ambaye labda hana anaendesha baisikeli lakini anatoa neno, sasa tofauti yake nini? Lakini kuna ile kabisa, watu wanashindanisha kwamba mimi siwezi kwenda kanisa lile hivi na hivi kwao tumesahau kuwa mafanikio ya kweli yanaanzia ndani na sio sio kwenye, kwenye, kwenye akaunti ya benki kama ambavyo hawa hawa mapasta au hawa mafake pasta wanataka kutu kutuambia. Lakini pia kwamba mchungaji wa kweli hata kuambia utoe ili upate, unawe, atakwambia badilika ili ufanikiwe umeelewa. Na kama kutoa, hata hata akisema kutoa hata kuambia specific utoe kwake, anaweza kuambia utoe kwa njia zote nyingine ambazo unaweza ukatoa mona lakini, wale wabiashara atakwambia utoe kila kitu masikini, na kila kitu afu atakwambia, anakuacha wewe maskini na wengi ambao issue kwa wezi na vitukamahivo. Lakini sasa je, Tunalaumu wachungaji tu mi, sisemi mi, sidhani kama ni sahihi kuwalaumu wachungaji tu, kwa sababu kuna vitu vingine viko clear kabisa. Kuna waumini kabisa wanakuta na wamepata ndugu ambao labda ndugu wanajaribu kuwafungua kwamba bana, hii kitu iko wazi, unaonekana kabisa unatapeliwa una, lakini watu ni vichwa ngumu yani, umeona. Kwa hiyo wa, waumini wenyewe wana jukumu la kwamba kujifunza huyu mtu kweli ni mtu ambaye em, ana, ana, anataka kunikomboa mimi au, au amenigeuza mimi bidhaa. Umeona. Ni, ni, ni, ni, biashara tunafanya au ni kitu gani? Mimi nawafanyia nawaambia watu utaniambia, mjaribu, unaenda kama ambie mchungaji wako kwamba bwana, wewe kuanzia sasa hivi utakuwa upeleki pale sadaka, utakuwa unapeleka kwenye kituo cha watoto yatima kila Jumapili, uone kama atafurahia na kukupraise hiyo na kukuita mbele za watu na kukusifia unaona, jiulize maswali. Kujiuliza maswali sio kudharau, kujiuliza maswali sio kukebei au wachungaji ukiuliza, watataka kuambia kwamba una imani sio nini nini, utakupushi usikubali kupushiwa. Yani hivyo eti una imani eti una nini? Ah, mimi nina swali na swali la kawaida, kwa sababu hata biblia yenyewe imekaa kimaswali maswali. Yani nataka ujiulize wewe maswali yani, haijasema wewe tu boya tu unauliza kila kitu inaenda. Uliza maswali kwamba bana, inakuaje mchungaji wetu, inakuaje wewe unaendesha gari la milioni mia tano. Umeona, kama una gari la milioni -mi mia tano, hapa kanisani juzi wamekuja watu wa sita wanalia ada hawana. Kwanini tusiuze hilo gari lako tukawasaidia hawa mm? Kwanini usichukue daladala kama tunavyochukua daladala sisi wengine? We ni nani yani, kwa yani, kwa nini kuna utofauti kati yako na sisi mm? kwao sisi ni jukumu letu kuacha kuwa, ku, yani tu, tu, kutumika kiroho unaona inataka na kuacha ile utaratibu wa kutaka miujiza ya haraka haraka, mafanikio ya dakika tano. We uangalie mafundisho, unatafuta tu matokeo. Yani unataka kujifunza nini cha kufanya? We unataka tu, yani, matokeo, unataka uombewe uwe na hela. Sasa hiyo hela zitoke wapi? Kwa sababu hata hata hiyo biblia yenyewe au, au Mungu mwenyewe anakwambia fanya kazi ndio, yani upate kitu. Kwa hiyo ina maana kwamba hata baada ya kuombewa, nenda kapige shughuli. We unaenda unataka tu ushinde, eti unakesha, eti macho mawili, mikono miwili, ubongo siku moja opote palemba k siwape nafasi. Aa, wafanyabiashara wafanyabiashara wa imani, kwa sababu wao wafanyabiashara wa imani ni mieyusho kweli, na wengi wao ni mashabiki zaidi, hadi inabidi inafika kipindi inabidi wao wana, mashabiki wa kisiasa kwa sababu sasa wanahofia, kwa sababu wanasiasa wanaweza wakawaondoa kwenye map. Kwa hiyo inabidi baadaye, hata kama ni majukumu ambayo ya kusema ya kulinda kutetea wananchi watashindwa hata kutetea, kwa sababu kwa sababu ni wafanyabiashara. Umeona hmm? Kwa mda mwingine, kabla ya kutoa sadaka, inabidi tu ujiulize maswali: je, imani inaniongoza au ni ofu na tamaa? Na huyu jamaa nampa sadaka kwa sababu gani? Na hii sadaka natoa ili nimpe Mungu, au nimpe huyu ambaye ni nabii fake ambaye ni mchungaji mieyusho huyu ambaye alikuwa ga comedian au sasa hivi anajifanya na kanisa? Ndo huyu nimpe hela yangu? Naona no, bana mm. Wachungaji wa kweli inabidi kujiuliza, je, wachungaji wa kweli wapo? Jipe nafasi kuangalia, je, vipi na kuaje? Hem, jaribu mara kadhaa, jaribu mwaka mzima usitoe sadaka ya hela kwa mtu. Toa sadaka kwa maana nyingine yoyote, toa sadaka kwa kusaidia watu. Nenda kasaidie wazee, nenda kasaidie wa, wa, wa, wanawake wanayohitaji, nenda kasaidie watoto wenye uhitaji yatima na vitu kama hivyo mm? Kawafariji waliofiwa na vitu kama hivyo. Achana na hizi sadaka za kwenda kuwapa watu ambao wataenda tu baadaye kuja ku Em, kuja inabidi tu mtu unamsikiliza mtu yani ana control maisha yako yote yani, yani, a kuna ndugu, kuna ndugu mmoja alikuja huku ni eh, mamake alikuja huku ah, sikasafiri eti jamaa huyu, jamaa vipi, mbona yuko huu, ni mchungaji wake, imebidi asafiri naye yani, imebidi amlipie tiketi ya ndege nini kuja, eti jamaa anaombea chakula tu, ndo shughuli yake yani. hmm. Na, na, sidhani kama kanisa ni soko, umeona ile ni kama ni hospitali ya roho hivi, ni kitu ambacho natakiwa watu waende wakatubu, watu waka connect na Mungu wao na imani yao, unaona em, tuache kutengeneza kizazi cha waumini ambao em ambao yani yaani yani yani wako tu yani wanafuata bila kutumia akili, umeona bana. Kwa hiyo hivyo, hiyo ndio issue yangu ya leo, nitaka nizungumzie passionate kitchen, lakini ndio hivyo nazungumzia kwa sababu inagusa watu wengi sana kama umeona ni kitu ambao unaona kama ina ina make sense, jaribu kulike na ku, na, ku follow, na kusubscribe. Lakini pia daka hii hapa, share share na watu wengine, kama kawaida. Tovuti na hii ni mambo vipi. Peace mm. Wachungaji fake mtanisamea.